Kila siku nakueleza kuhusiana na, na habari njema ya kampuni ya Koudijs. Kwanza, kampuni ya Koudijs ni kampuni ya kimataifa ambayo imekuja na bidhaa za concentrates, zimekuja sana kuweza kurahisisha na kuweza kuwasaidia wafugaji hapa Tanzania kuweza kuongeza faida, lakini pia kuweza kupunguza gharama katika ulishaji. Koudijs wana bidhaa mbili za upande wa vyakula vya kuku lakini pia upande wa vyakula vya nguruwe. Na leo hii kwa bahati nimekuletea mtaalamu uh, Daktari Emmanuel po kutoka kampuni ya Koudijs ambao yeye amekuja kutuelezea na ameweza kutuchambulia kwa kina kuhusiana na hizi bidhaa, namna na gani ambavyo zinaweza kusaidia wewe mfugaji, lakini namna na gani ambavyo zinaweza zikaongeza tija. Cha msingi pamoja, uweze kujifunza, lakini pia usiache kusubscribe na kubofya alama ya kengele, na mjulishe mwenzako yule ambaye anafuga kuku, anayefuga nguruwe, au mtu yeyote anayetamani kuingia katika ufugaji. Kipindi cha leo kitaweza kurahisisha na kuweza kupunguza gharama katika ufugaji wa ko asante. Hello, habari ndugu wa watazamaji, karibuni tena kwenye kipindi kingine. Leo hii pia tena nimewaleta godowni kwetu kwa ajili ya kupata dondoo kidogo kuhusiana na bidhaa zetu za Koudijs. Bidhaa hizi kwa ajili ya nguruwe zinakupa uwezo wewe wa kutengeneza chakula kilicho bora na uwezo kufikia kiwango ambacho kilicho sahihi cha uzalishaji wa nguruwe wako. Sasa leo hii nimewapa, nimwaletea bidhaa hii hapa ambayo ni Koudijs Pig Concentrate ya asilimia ishirini, ambayo tunaitumia kwa ajili ya nguruwe wazazi. Kwa kupitia bidhaa hii unaweza kaandaa chakula cha nguruwe wenye mimba. Tunasema chakula cha nguruwe wenye mimba kwa sababu gani? Nguruwe mwenye mimba anahitaji chakula kilicho bora kwa ajili ya kuweza kurutubisha wale watoto. Wale watoto wanapokuwa wanazaliwa, wazaliwa na energy ya kutosha, na vile vile wao na afya ya kutosha tosha na uzito ambao ulio sahihi, na vilevile vile pia, kwa kupitia hii concentrate ya Koudijs itakusaidia pia hata yule mama anapokuwa anajifungua, basi awe na afya yake nzuri na aweze kuwa na maziwa ya kutosha wa kwa ajili ya kunyonyesha wale watoto. Tunakubaliana wafugaji wa nguruwe kwamba mnafahamu na una ushuhuda kwamba nguruwe anazaa watoto wengi sana. Sasa kama mama hata kuwa na mwili mzuri wakati anapokuwa amezaa, na kama mama hatakuwa na uwezo wa kuwa na maziwa ya kutosha, inamaanisha wale watoto wanaweza wakadumaa. Haihitaji vitu vingi, utahitaji tuwe na mahindi pamoja na pumba. Mahindi tunakupa forma namna ya kutengeneza, ili uweze kukamilisha mchanganyo wa chakula cha nguruwe, kwa sababu hii na inama... Mengi. Kuna, kuna virutubisho vimo vingi ndani yake ambavyo vitakusaidia uweze kutengeneza chakula cha nguruwe iliyo bora, vile vile pia kupitia hii bidhaa inaweza kukutengenezea chakula cha nguruwe wale ambao wanaandaa kwa ajili ya mbegu. Nguruwe ameshafikisha miezi sita, wanatakiwa uweze kuandaa kwa ajili ya mbegu, kwa majike pamoja na madume. Hii bidhaa pia itakusaidia kutengeneza hicho chakula kwa ajili ya nguruwe ambao wanaandaa kwa ajili ya mbegu. Asante sana. Kwa maelezo zaidi tupigie namba zinazoonekana hapa hivi chini, tutakupokea tutakuelekeza namna gani ambavyo ukategemea hizi bidhaa zetu na vile vile tutakuelekeza wapi utazipata bidhaa zetu. Kumbuka kwamba bidhaa hizi zinapatikana Tanzania nzima, lakini kwa kanda ya ziwa utatupigia kwa namba hizi hapo. Tupigie sehemu yoyote ile ulipo, tutakupokea na tutakuelekeza namna ya kupata hii bidhaa. Asanteni sana Rubaba TV.